aya marehetwo gå ceera nä kambuni ya gå ceria ndũgå kå bå rå ri-inä na nginya nja ya itũka cia kenya ĩrĩa ĩtagwo Avanti Adventures na ĩrĩa no ĩgathiĩ ningĩ gũceria andũ mũico wa mweri oguko gũkũmabrui na kũndũ kũngĩ gũtiganĩte mobatha na koguo ngeenda gũgathiĩ gũcerio nĩkambuni-nĩ ya Avanti Adventures kwa hii rĩa thikũ inya no aranĩrie na Dennis kwhĩtũkĩra namba yake ya thimå ni ĩyo 0740 654 208 o rĩngĩ njokere 0740654 208 ysotaguo ndakorwoũngĩkũmenyithia mũrũri wa Paxson TV nĩ wega ngũmenyithia atĩ mũthenya wao mũthĩ ndarĩkia kuma kũrĩa kũndũgĩknĩ ta Malindi rĩu ndĩgũkũ oficinĩ

30th May 31st May and 1st June itakuwa 4 days 3 nights. Tunaita Dubai ya Kenya Expedition tutaenda pale Mamburui Sand Dunes. Na pia tutaenda Nyari Wild waters tutaenda Fort Jesus tutaenda Vasco da Gama. Tuta toka hapa on 29th asubuhi We start our journey here. Tutoke tufike Malindi we spend our night there and then we start exploring on 30th, 31st and 1st of June and we are charging only at cash 24,500 only na kwa hiyo amount accommodation is included, meals is included, but on meals charge half board basis only tukisema story ya half board tunaongelea story ya breakfast and supper ndio at least wale, wale watu wenye tutakuwa na wao team ya lunch watakuwa na team ya kila mtu anaenza enjoy ile food yenye anaweza akitaka kuenjoy. Na pia apart from hiyo, pia June tunaenda Rwanda for six days 5 nights, and then on August tunaenda South Africa for 15 days. For South Africa itakuwa 15 days 14 nights, tutapass through Tanzania, Zimbabwe Zambia, Botswana, and then South Africa. Wow, wow. Eh, mtazamaji unasikia? Leo wacha igua. Eh, tuseme sasa kama hii ya hii yenye tunaenda soon. Yeah, yeah. Eh, umetuambia tunaenda how many days? Tunaenda four days, three nights. Four days, three nights. Yeah, yeah. At a cost of 24,000. <laughs> Yeah, yeah. Na ni half board. Yeah, yeah. Ni a good deal. Yeah, sasa yeah, mtu akitaka kufikia atawafikia aje? Mtu akitaka kutufikia anaweza tufikia through 0757 57 57. 05 ama mm -hmm. Mm -hmm. 5 mm -hmm. Yeah, yeah. Mtu anaweza lipa polepole pole, pole pole. Mm -hmm. Na mtu mwenye tu anataka kulipa tu yote once. mm -hmm. Hatukatai, tunakubali mtu alipe tu, tukue sure yes. mm -hmm. Yeah, yeah. Tunaenda wapi na huo wapi, mtu na wapi na wapi? Tunaenda hii mwezi the 29th 30th, 31st May and 1st of June tutaenda Dubai ya Kenya expedition yenye itakuwa, tutaenda Malindi, tuta explore let me say to explore Do, kos, kosti yote, mm -hmm. But not the whole of it because hatutenda Diani. mm -hmm. Tuexplore kutoka Malindi mm -hmm. tukuja tukimalizia na Mombasa. mm -hmm. ndio tukim, ile siku ya mwisho enye tutaenda mm -hmm. tutamalizia na well waters, well mm -hmm. well waters iko Nyali ndio so, ndo tutaanzia mal, Malindi tuende Watamu mm -hmm. tuende Mambului and then tukam tumalizie Mombasa. Mm -hmm. and then tukitoka hapo mm hiyo -hmm. ni May yes. June 26th tunaenda Rwanda, and then August from date 15, tunaenda South Africa. Rwanda ni 60000, mm -hmm. South Africa ni 145000. mm -hmm. yeah, yeah. Wow. Haya, nataka pia tuongelee sana sana yenye iko karibu. yeah, eh, yeah. Ungeambia watu Mambrui ni nini inayovutia watu kwa Mambrui? Ama kulingana na wewe, tulikuwa huko, uliona nini kwa huko? yeah, yeah, yeah, yeah. Tukienda Mambrui. Acha niwaambie tukiwa mamburu, ukiwa umefika mamburui. mm -hmm. Mamburui ina difference na ile sand dunes yenye wanaenda Dubai. Mm -hmm. Ni sand dunes. mm -hmm. and then kuna ocean. Yes. Yeah, yeah. Wow, wow. So watu walipe waende, wajionee mambo vile ilivyo. Na huko kwingine kuna kwingine, umesema sijui waters what? Wild waters. Wild waters nini iko huko? zote anaenda kujinjeo huko, unapigwa na fresh air, unaingia huko kwa tenzi kwa tenzi maji, unaingilia kama mahali kama hapa, unaenda kutokea mahali kama huko 1 2 na, na pia mambului iko inclusive uh -huh. ya kupanda huko juu Skoda Gama ziko inclusive hapo pia, uh -huh. pia entry fees. Fees. Entry uh -huh. fees zote ni zetu. Namba yako za eh, eh, eh. Nice one. na uwakaribishe Namba ni 0757575705 ama 0740654208. Karibuni Avanti Adventures, yes. Twasemanga creating memorable moments. Kabisa. Na kuna mtu anauliza, hey, tutaenda na ndege ama tutaenda by road. Tourist anajibabanga akisafiri, tunaenda tuwapiga stop over, tunajibamba alafu tunaenda eh, ndio sasa. Kabisa, unaenda unaona wanyama. by the way, unapatana na elephant uko kwa barabara, unapatana na lions juu zote ziko huko kwa barabara. Asante sana, tunasemanga escape explore experience. Wow, yeah yeah, escape explore experience. Yeah yeah, nice one.

Tuko second floor room 201. Room 201. 201, yeah. na mtu akikupigia saa hiyo simu, ni ni wewe utachukua? Mimi nachukua, mimi mwenyewe, na ni 0740654208 all 0757 57 5705, yeah, thank you very much to pattern those dates at date 29th, uh -huh. 30th, 31st and 1st of June. 29 itakuwa mm -hmm. itakuwa na Thursday, mm -hmm. 30 itakuwa na Friday, 31 itakuwa na Saturday and 1st of June siku ya kurudi itakuwa na Sunday. Wow. So ni weekend yote. Yeah, yeah. Asante sana. Thank you very much. Kuna kitu kingine ningependa kuongeza? Ningetaka kuwakaribisha hapa Avanti Adventures. Hapa ndio tunasemanga watu ejibambe. Tunasemanga creating memorable moments. Ukido join hauta regret. Ndio hiyo. Yeah, yeah. Watu wazifanya kazi sana, wakosa kujipea time ya kuexplore kidogo. Yeah, yeah. Thank you.